Habari, karibu katika kipindi chetu pendwa cha ongea na PSPTB. Leo kwa mara nyingine tena tupo hapa S jijini Arusha, mahali ambapo yanafanyika mafunzo maalum kabisa ya ukaguzi katika kada ya ununuzi na ugavi. Mafunzo haya yamelenga kuendelea kuwaimarisha wataalamu wetu katika eneo la ukaguzi, hasa tukijikita kwenye eneo la ununuzi na ugavi. Hapa so, Arusha kuna mafunzo ambayo yanaendeshwa na bodi. Mafunzo ambayo yanajikita namna ya kuboresha utendaji kazi katika maeneo ya ununuzi na ugavi. Tuna timu ambayo inaendesha mafunzo kwa ajili ya wakaguzi wa ununuzi na ugavi. Lakini pia tuna timu nyingine inaendesha mafunzo ya namna ya kuboresha mikataba na namna ya kusimamia mikataba na kuondokana na changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika usimamizi wa mikataba. Ni, ni imani kwamba baada ya mafunzo haya wataalamu wetu watapata ujuzi ambao utawasaidia kuendelea kuboresha kazi zao, lakini tunaahidi kama bodi PSPTB tutaendelea kuboresha mitaala yetu ya mafunzo. Tutaendelea pia kuboresha namna ya ufundishaji kadri tunavyozidi kupata mrejesho kutoka kwa wadau wetu. PSPTB tumejikita katika ubora ya mafunzo haya. Ni awamu ya, ya pili toka kuanzishwa kwake, kwamba haya mafunzo awamu ya kwanza yalishafanyika na watu wakapata vyeti na tayari wanaweza kutumia, na lengo la saa hizi ni awamu ya, ya pili ambayo tunaendesha haya mafunzo. Mafunzo haya yanakuja ili kuweza kupata ile konsani ya wadau na kuweza kutimiza tako la kisheria la PSPTB ya sheria namba 23 7, ya mwaka 2007 inayounda bodi ya utaalamu na ununuzi na ugavi ambapo tunatakiwa tuweze kuzalisha wataalamu wa, wetu wa eneo la ununuzi na ugavi waweze kujua uh, elimu ya ukaguzi na njia za ukaguzi ili kuwawezesha kuweza kufungua consulting firms za ukaguzi na kuweza kutumika kwenye makampuni yale ya ukaguzi uh, hususani uh, kwenye kukagua eneo la ununuzi na, na ugavi. Eneo la ukaguzi ni muhimu sana kwa sababu inaenda kuongeza thamani kwenye zile kazi zinazofanywa na wataalamu wa ununuzi na ugavi, kama je, zinafanyika kutokana na sheria, taratibu na kanuni, lakini je, zinaleta tija katika maendeleo ya nchi kwa ujumla na maendeleo ya Watanzania kwa ujumla, kwa sababu hapa tunawafundisha, sio kwamba ni wale wanaofanya wa, kazi serikalini tu, tunawafundisha wanaofanya kazi kwenye makampuni binafsi, ambao wanaenda kuongeza tija kwenye kampuni zao ili ziweze kuchangia kwenye maendeleo ya nchi, lakini na wale ambao wanafanya kazi katika serikali ili waweze kufanya ununuzi vizuri na hawa watakapo ukagua wataongeza thamani kwenye hiyo kazi ya ununuzi. Nimekuja kwenye haya mafunzo ya ukaguzi upande wa ununuzi, ni mafunzo ambayo yametambulishwa na bodi yetu ya ununuzi PSPTB, ambapo lengo ni kuandaa wataalam wa ukaguzi upande wa ununuzi, ambapo awali ilikuwa majukumu haya yanafanywa na wakaguzi wa mahesabu. Kwa hiyo imefika muda wakaona ni vizuri ukaguzi upande wa manunuzi pia uweze kufanywa na wataalamu wa manunuzi, kwa sababu kumekuwa kuna changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza, ambapo unakuta saa ingine wanakuja wakaguzi ambao wanakuwa hawana utaalamu na kada yetu hii. Kwa hiyo kidogo inapelekea kutokuweza kazi hii kutokufanyika kwa ufanisi kwao. Naamini baada ya mafunzo haya sisi kama wataalamu wa ununuzi na ugavi tutaweza kupata elimu hii na pia itatuwezesha katika kutekeleza majukumu yetu, ikiwemo kufanya kazi za ukaguzi, lakini pia hata pale ambapo watakuwa wakaguzi wanakuja kutukagua sisi, kwa sababu tutakuwa tunayo taaluma, itakuwa ni rahisi kuweza kufanya kushirikiana nao kwa vizuri, na kuweza kazi kuleta kuweza kuweza kutimiza malengo ambayo ya nchi yetu kwa ujumla, kwa kufuata kanuni na sheria za ununuzi kwa ujumla. Tupo hapa Arusha kwenye training and also evaluation and negotiation, kwa siku almost tano hizi ambazo tutapindishwa na wakufunzi wetu katika nyanja tofauti tofauti, kuanzia evaluation hadi negotiation. Uh, tumeanza tarehe kumi na saba na kikubwa, matarajio ya, ya, ya, nachokitegemea kukipata kwenye semina hii kikubwa, kwanza nijue tuangalie vile vigezo vinavyotumika katika kuwapata wale washitiri wetu. Asasa ukiangalia okay, sisi ni user department ambao ndo wahitaji wakubwa wa hizi wa wa bidhaa asasa za afya ambazo tunaziagiza pale MSD, basi tuweze kuzipata kutoka kwa mshitiri kwa ubora ambao unaokubalika na kwa price vile vile ambayo itaenda kuwahudumia wananchi wote wa Tanzania. In actual sense kwamba hii training itatutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kuangalia haswa ubora wa bidhaa, price na mlaji wa kule mwisho, ili angalau kupunguza malalamiko kutoka kwenye vituo vya afya, ila kwamba price kubwa ya kwetu au price ni ndogo, ili kila mmoja awe kwenye fea. Na sisi jukumu letu kubwa ni kutoa huduma na sio kumuumiza mwananchi. Tuko hapa Arusha kwa ajili ya mafunzo ya yes, siku nne ambayo tunawafanyia washiriki kutoka mfuko wa hif, hifadhi ya uh, bima ya afya NHIF uh, na mafunzo yetu ni juu ya sheria ya manunuzi uh, na kanuni zake uh, sheria ya manunuzi ya mwaka ishirini ishirini na tatu na kanuni zake za mwaka ishirini ishirini na nne Uh, ni matarajio yetu kwamba baada ya maf mafunzo haya Uh, washiriki watapasa, wataweza kwenda kufanya manunuzi katika taasisi yao kwa kuzingatia weledi, lakini pia kwa kuzingatia utaratibu wa sheria ya manunuzi ili kuweza kuleta tija katika manunuzi kwa taasisi na kwa taifa kwa ujumla, na hii pia itasaidia wao kuweza kuongeza uh, compliance level ya sheria yetu ya manunuzi kama ambavyo tunahitajika, na itapelekea taasisi kama taasisi kuweza kupata value for money uh, kwenye taasisi na kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ni matarajio yetu uh, mafunzo haya yatakuwa na manufaa si tu kwa mfuko wa uh, uh, bima ya afya, lakini uh, italeta uh, tija na kwa taifa kwa ujumla, kwa sababu yatasaidia kwenye kufanya matumizi bora ya fedha za umma kulingana na matakwa ya sheria ya manunuzi nchini.